Lakini pamoja na kufanya hiyo tathmini, wekeni sasa mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba ndani ya kipindi cha muda mfupi miradi yetu hii tunakamilisha ujenzi wake ili tuweze kumaliza stori za huu mradi, kwa sababu tumeutekeleza kwa muda mrefu sana. Wekeni mipango sasa, kutokana na changamoto ambazo mmezibainisha, baada ya kuja kufanya tathmini, pamoja na kukaa na watu wa halmashauri pamoja na hizi timu ambazo zinazohusika huku na ujenzi tengenezeni mpango kazi wa nini kifanyike, kuhakikisha kwamba huu mradi tunaunusuru, tunaukwamua, unakamilika katika kipindi cha miezi michache michache inayokuja, lakini hali kadhalika tuweze kukidhi malengo na mahitaji ya serikali ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma hapa, mwezi wa kwanza wanaanza wanaanza masomo, lakini hali kadhalika matirio ambayo yamenunuliwa tayari, fedha ambazo zimebakia kwenye akaunti. Ninyi ni wataalamu, angalieni, je tunakwenda vizuri, tunakwenda kukamilisha miradi kama inavyotakiwa, au kutakuwa na changamoto yoyote? Manake lazima katika ufuatiliaji, si lazima muweze kungamua risk zilizopo, eti mtu atathmini na ufuatiliaji. Mtaalamu eh, si wakati wa ufuatiliaji wa miradi, si kuna risk ambazo unaweza kuzibaini kwenye huu mradi? Kuna risk ambazo tunazoziona ni hizi hizi hizi hizi na hizi na hizi na hizi na ndio. Eh sasa, fanyeni ufuatiliaji wa kina kwenye huu mradi, kama tukiona kwamba je, kwa hizi pesa zilizobakia kazi zilizobakia, majengo yaliyobakia, kuna changamoto ambayo tunaiona hapa, lazima tutengeneze utaratibu, mekanizmu gani ambayo sasa tunaifanya kwa kuhakikisha kwamba tunakamilisha mradi wetu, lakini tunakamilisha kwa viwango vinavyotakiwa, kwa ubora unaotakiwa, lakini tuweze kukidhi malengo ambayo yaliyotolewa na serikali.